Tepu wana wa Afrika, Chionda wa Chionda. Hii ni podcast ya pan africanism na fikra huru za Mwafrika. Tunaendelea kutoa fikra huru kwa mtu mweusi ambaye anatakiwa kujifikiria na kujitambua yeye ni nani na yuko sehemu gani. Mimi ni Chionda wa Chionda, nawakaribisha na na katika mchanganuo na majadiliano haya juu ya kumweka sawa mtu mweusi ambaye amepotezwa katika njia zake ajierewi anakoelekea ajili yuu alikotoka, lakini yote haya yalitokana na mipangilio na sistimu, mifumo iliyotengenezwa na wakoloni, wafanya biashara wa kigeni, majangili, wapolaji, waongo na watu wenye sifa ya kutokuwa na utu. Afrika El Kaburani, tunasema ilikuwepo toka kipindi hiko, wanasema El kaburani ilikuwa haijui godi. El Kablani ilikuwa haijui ustaarabu. El Kablani ni shit hole. Ni shimo la takataka. Wakatuendesha watu wazungu wakavamia majaribio mengi ya kuivamia bara la Afrika. Jaribio la Afrika kuivamia limeanza toka mwaka mia mbili sabini na tano BC wakati wa wakati Taliani walipopambana na watu weusi wanaitwa Etruskani kwa kupambana kwa kushirikiana Maetuskani wakiwa na watu weusi wenzao walioko nao boda mpakani, katika eneo linaloitwa Kataje Wakatejiani na Wafonesiani, watu ambao walikuwa wanatawala katika maeneo leo hii inaitwa Tunisia, wakitawala zaidi ya miaka ya mia tano hadi pale ulipokuja mgogoro kati ya kati ya kati ya Wakatejiani na wao wanaitwa Roman Empire utawara wa Roma. Mgogoro ulianza kwenye miaka mia mbili na sabini na tano. Vita ikapiganwa kuanzia mwaka elfu mia mbili sitini na moja mpaka mwaka, mwaka, mwaka mia mbili na arobaini na moja. Vita hii iliisha huku watu wakataje wakikosa majimbo ya Sisiri, ya Sardinia pamoja na Sisili yakiangukia mikononi mwa Warumi. Vita hii ya mwaka mia mbili sitini na moja, mpaka mwaka mia mbili sitini na tano, mpaka mwaka mia mbili arobaini na moja Vita hii ilikuwa inasimamiwa na Hamili Karibaka ha, baba wa Hanibaribaka. Hanibari alipambana lakini mpaka pale aliposhindwa na kukimbilia katika eneowanaliita Bithynia ambayo leo hii mnaita Istanbul wao wakaja kuita Constantinople. Leo ita inaitwa Istanbul Uturukia, leo kipindi iko ilikuwa Aitutuki kwa tutuki inaitwa Bethynian. Katika miaka ya mia mbili na arobaini na moja utawala akaja kuchukua mwanawe Hannibal, ambaye alipambana na Waromani, akamuua jenerali Freminus na kusonga kuelekea mji wa Roma akiwa na tembo tembo thelathini na tisa farasi mia tano na wanajeshi elfu hamsini wa akipita katika milima ya Alps, akichukua legacy ya baba yake. Alisema, kamwe usiwasahau Warumi na usiwe na urafiki nao. Hiyo ndio legacy aliyomwachia mwanawe Hannibal Barca a Hanibali Baka, maneno haya aliambiwa na baba yake Hamili kali kwamba pambana na Warumi. Hamili kali akapambana na Warumi mpaka pale walipokuja kumzingira na kutumwa kwa jenerali Scipio Africanus na kutiwa mikononi kwa miji ya Sardinia pamoja na Sisili. Hapa ndio uangalie, unapoambiwa Waafrika walikuwa dhaifu, watu weusi walikuwa wana madaraka Kenda kusoma kitabu cha History of Africa, History of the Black Men. Unakuta watu weusi ndio watu wanaosimamia ndio wanaotokea kwenye koo ya Saxe Gotha and Coburg. Watu weusi ndio watu maarufu kabisa kutengeneza ustaarabu barani Ulaya. Etruscans, watu weusi waliokuwa wanaishi Sardinia na Sicily. Ha? Mafonisiani, Mafoenike. Wazungu wakakaja kufanya misi e, misi interruption, yaani tafsiri ya uongo ambayo ikaja kuwaonyesha Wafonisian kwamba ni wazungu, kwa sababu Wafonisian walikuwa na teknolojia, wakama vile walivyofanya kuonyesha kwamba ancient Kemet na Nubia ilikuwa inatawaliwa na wakaka zoe wakati huo. Tukija kuangalia nyuma tunakuta kwamba kaka zao walikuja Nubia pamoja na Kemeti wa kwanza mwaka elfu moja mia sita na, na sitini na sabini, walikuwa wa Hyksos wakaja wa Ashuru baadaye wakaja wa Giriki baadaye wakaja Warumi wakaja wa Jermania wakaja Waingereza eh, wakaja, wa, wa wakaja wa Faransa wote hawa wakaja, watu Waturuki, wote hawa wakigombea ardhi ya Afrika na ustaarabu na utukufu. kama ilibara masikini hawa wote, kwa nini waliongoza miguu yao kuja bara la Afrika? Afrika haina history, walikuja kufuata nini? Afrika, ukija kuangalia mila na tamaduni zao, miungu yao, ibada zao, maisha yao, elimu yao, ujenzi wao, wote luti yake mizizi yake inaanzia El Kaburani, hmm? Maandishi na lugha zote, hawa kaka zao walikuwa hawana lugha, wakiishi katika mapoli, katika mapango huko barani Ulaya. Mwalimu Elijah Muhammad anaita the burning sand, katika ardhi na ukunguza, huko katika milima ya Caucasus Mountain. Lakini jamaa hawa baada ya kupewa elimu na watu weusi fanya njama nyingi za kutukonka na kututawala ha? Kutushinda na kututawala, wakaendesha manipulation lie and murders na kuua ili kutengeneza imaya yao, kufuta na kupaka rangi. Utasema chiona, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Na kweli huto nielewa kwa sababu you are puppet of your server master wewe ni kibaraka wa bwana wako wa utumwa you will never understand me until... pale utakapopata ufunuo wa mababu zako na jua la Afrika pamoja na mazingira ya asili ya bara lako, na ndio utajijua na utatukuza kwenu, utakubali vya kwenu, utakataa utumwa wa kiakili, utumwa wa wa matendo na utumwa wa kimwili. Mwaafrika, utumwa wa kimwili hiye, anafikiria kubadilisha nywele zake kuwa za mzungu anafikiria kubadilisha rangi yake yawe ya mzungu. Lakini kama nilivyokwambia, njama zilianza zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Hiyo nimekwambia mwaka elfu mia mbili na sabini na tano, Warumi wanajaribu kuikonka bara la Afrika kupitia bahari ya Mediterania huko, leo hii mnaita Tunisia. Warumi wakajaribu kuikonka Numidia ambalo leo hii inaitwa Libya, iliyokuwa eneo la Black Ha? Walumi na wazungu, watu weupe wote, wakaenda kuichukua Ugiriki, wakatangaza the the, Greekie, where the white men. Kumbe wote hawa ni wale wanaoitwa the join, join come later. Wazungu wote ni wageni katika chini ya jua, hawana utamaduni, hawana mila, hawana ustaarabu, kila kitu wali duplicate wali whitewash wali snatch Wari, wari rep. Maana ukiongelea rep, watu najua ubakaji kati ya jinsi ya mbili. Rep ni kumbaka mtu kiakili, kimaisha, kimaendeleo. Ukidanganywa maana yake wamekubaka, umebakwa kiakili, kifikira, kimaendeleo na kimawazo. Wewe uko under control ya white supremacy, derusheni lie kwa the sababu Mswahili anakwambia I don't need your history, lakini yeye mwenyewe anaishi katika history. Ili uishi duniani, lazima uishi katika history, lazima uishi kwa vilivyopita. Ndio maana unajua kusoma, au limkuta mzee wako kasoma na akataka kupeleka shule usome, ukariri kama alivyokaririshwa yeye ulale kama yeye alivyofundishwa jinsi ya kulala, uongee. Ndio maana unaongea the mother tongue, lugha ya uzao wako. Kama Kiingereza ulikijua baadaye, lugha ya kikoloni ulipewa na uliosema elimu ni bora, lakini ufahamu, knowledge is better than education, knowledge is better than education. Knowledge is not education, knowledge is in nature ufahamu ni asili. Education, someone who created it for his own purpose, for his own benefit. Don't cry my friend you, house negroes, mlinzi wa geti la bwana wa utumwa. Utasema chionda, unaongea English English, lugha ya kitumwa hapana. Hii wameshaitengeneza wakoloni kuwa international language Nasema the business language inatakiwa ulimwengu mzima wafuate. Ili upate mafundisho, lazima usome lugha za wakoloni, kwa sababu lugha zao ndiko walikofichia ukweli wetu. Ili twende vizuri, lazima usome adui yako, ujue njia za kupambana nayo otepu bwana wa Afrika amenira